Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, bwana mambo ni moto kwelikweli kweli. E, nyumbani kwa bibi Nandi e, ni kwamba Nandi imeonyesha wazi kabisa kwamba hamwamini mumewe Bilnasi hata kidogo, maana tumeona kwamba majira ya jioni e, Bilnasi alikuwa anatoka pale nyumbani kwake anaenda studio, yani ameaga anaenda studio, jambo ambalo limemfanya Nandi aamue kuposti katika Uh, katika ukurasa wake wa Snapchat. Uh, hii video bwana tumekutana nayo Snapchat huko. Uh, Nandy bwana ameposti akiwa anaonyesha gari ya mumewe uh, ikiwa inatoka pale nyumbani kwake na kwa mujibu wake mwenyewe, Nandy anadai kwamba Bilnas amesema kwamba anaenda studio kwa stukizi e, kabisa wazi kwamba kama unapoenda useme kab... kwa kwa e, anakuja huko, alafu akamalizia chini, oho, yani kama vile hana uhakika kama kweli mumewe Bwana, kuna kaubaridi fulani hivi vimvua vinanyesha, kwa hiyo Nandy bwana ameona hata inawezekana ikawa mambo ni mengine kabisa, huyu kijana anaenda kuchepuka au namna gani, vipi? Kwa hiyo ameposi hivyo kutoa rai kwa Estokizi. Nadhani hata alipofika huko kwa Estokizi, alitaka aone video vile vile kwamba akiwa yuko studio. So msikilize hapa Nandy alivyokuwa anamuuliza Bilnasi anaenda wapi usiku.

Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, jambo ambalo limefanya wadau wengi sana huko mtandaoni, bwana, wamekuwa very surprised kuona kwa kwamba Nandy, bwana, hamwamini mpenzi wake yeah? Bilnas ni mumewe actually, sio mpenzi huyu, huyu ni mume wake kabisa. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section toka, tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.